Mimi naitwa Roy, nina miaka 40, na leo nataka nikuambie kitu ambacho kinauma sana kukisema, lakini ni lazima niseme, kwa sababu unajua, kuna mwanaume mmoja mahali fulani anaumia kimya kimya kwa sababu ya maneno ambayo yaliongea chumani na mke wake, maneno ambayo hayakupigiwa kelele, maneno ambayo hayakusemwa mbele za watu, lakini maneno ambayo yaliharibu kitu ndani yake milele. Na kama wewe ni mwanamke unanisikiliza sasa na una mume wako au una mwanaume anayekupenda kwa dhati, tafadhali sikiliza kwa makini sana kwa sababu kuna maneno matano, maneno matano tu yanaweza kumuua mwanaume ndani yake bila wewe hata kujua. Lakini kabla sijaendelea, nataka ufanye kitu kimoja muhimu. Bonyeza like ya hii video, subscribe kwenye hii channel, na uandike kwenye comment unanitazama kutokea wapi. Nataka kujua uko wapi, kwa sababu ujumbe huu unaweza kuokoa ndoa ya mtu, unaweza kuokoa moyo wa mwanaume ambaye anaumia kimya kimya. Unajua, watu wengi wanafikiri wanaume hawana hisia, wanafikiri mwanaume akikaa kimya basi yuko sawa, wanafikiri mwanaume asipolia basi hajaumia. Hiyo ni uongo mkubwa sana. Mwanaume analia lakini analia ndani yake. Nakumbuka nilivyokuwa kwenye ndoa yangu, nilikuwa najitoa, nilikuwa nafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha familia yangu inaishi vizuri. Nilikuwa nachoka, lakini nilificha uchovu wangu. Nilikuwa na stress, lakini nilitabasamu. Nilikuwa na maumivu lakini sikusema chochote, kwa sababu nilijua kuna mtu ananitegemea. Nilijua kuna mwanamke ambaye nilimchagua kuwa mke wangu. Nilijua nina wajibu wa kumlinga, kumtunza na kumpa maisha mazuri lakini kuna siku moja, siku moja ambayo siwezi kuisahau mpaka leo. Tulikuwa chumbani, hakukuwa na mtu mwingine, hakukuwa na rafiki, hakukuwa na familia, tulikuwa wawili tu. Mahali ambapo mwanaume huwa hana kinga, mahali ambapo mwanaume huwa anaweka chini silaha zake zote, mahali ambapo mwanaume huwa anafungua moyo wake kabisa. Na ndipo aliongea maneno. Hakupiga kelele, hakufoka, lakini yale maneno, yale maneno yalibadilisha kila kitu. Maneno ya kwanza ambayo mwanamke hapaswi kamwe kusema kwa mume wake chumani ni haya, wewe si mwanaume wa kweli. Labda unasema hivyo kwa hasira, labda unasema hivyo kwa sababu umeumia, lakini nataka uelewe kitu kimoja, hakuna kitu kinachomuua mwanaume ndani yake kama maneno haya. Kwa sababu mwanaume, maisha yake yote anapambana kuthibitisha yeye ni mwanaume wa kweli, anapambana kulinda familia yake, anapambana kuhakikisha anaheshimiwa, anapambana kuhakikisha anakupa kila kitu anachoweza. Halafu siku moja mwanamke ambaye alimpa moyo wake anamwangalia machoni na anamwambia yeye si mwanaume wa kweli. Maneno hayo yanaingia ndani kama kisu, na usitarajie atalia mbele yako. Hapana, atakaa kimya, lakini ndani yake kuna kitu kitakufa. Nakumbuka nilikaa kimya siku hiyo, sikujibu, sikutaka kupigana, lakini ndani yangu nilivunjika. Maneno ya pili ambayo mwanamke hapaswi kusema ni haya, ningependa kuwa na mwanaume mwingine bora kuliko wewe. Hata kama unasema kwa utani, hata kama unasema kwa hasira, mwanaume hasikii kama utani, anasikia kama ukweli, anasikia kama hajatosha, anasikia kama kila kitu alichofanya hakikuwa na maana. Unajua, mwanaume anapokuchagua anakuchagua kwa moyo wake wote, anakataa wanawake wengine kwa sababu yako, anajinyima vitu kwa sababu yako. Halafu unasema ungependa mwanaume mwingine. Unajua hiyo ina maana gani kwake? Ina maana hana thamani, ina maana yeye ni wa kubadilishwa, ina maana upendo wake haukutosha maneno ya tatu ambayo ni hatari sana ni haya: wewe hunifanyi nijisikie salama. Maneno haya yanaweza kuonekana ya kawaida kwako, lakini kwa mwanaume haya ni kama hukumu ya maisha, kwa sababu jukumu kubwa la mwanaume ni kukupa usalama, sio tu usalama wa pesa, lakini usalama wa moyo, usalama wa maisha. Ukimwambia hana uwezo wa kukufanya ujisikie salama, unamwambia ameshindwa jukumu lake kuu kama mwanaume na hiyo inaumiza sana. Nilimkumba, nilijitahidi sana, nilifanya kila kitu nilichoweza, lakini bado nilisikia maneno hayo, na nilijiuliza kama hii haitoshi, basi nifanye nini zaidi? Maneno ya nne ni haya, unashindwa kama mwanaume. Maneno haya yanaweza kumfanya mwanaume aache hata kujaribu, kwa sababu mwanaume anapojaribu, anajaribu kwa moyo wake wote lakini maisha siyo rahisi. Kuna kushindwa, kuna changamoto, kuna wakati ambapo mambo hayaendi sawa, lakini badala ya kumtia moyo, unamkumbusha kushindwa kwake, unamfanya ajione hana thamani, unamfanya ajione hafai, na polepole pole, anaacha kujaribu. Maneno ya tano, haya ndiyo mabaya zaidi: sikuhitaji wewe. Maneno haya yanaweza kuharibu kila kitu kwa sababu mwanaume anataka kujua ana maana kwenye maisha yako, anataka kujua uwepo wake una thamani. Lakini ukimwambia humuhitaji wewe, unamwambia yeye ni wa ziada, unamwambia anaweza kuondoka na maisha yako yataendelea kawaida. Na mwanaume akianza kujisikia hivyo, anaacha kupigana kwa ajili ya ndoa, anaacha kujitoa, anaacha kufungulia moyo wake, anakuwa kimya, baridi, mbali na watu watajiuliza nini kimetokea kwa mwanaume huyu, lakini hawajui aliuliwa na maneno. Unajua, kitu kinachoumiza zaidi ni kwamba wanawake wengi hawajui wanafanya hivi. Wanadhani ni maneno tu, lakini kwa mwanaume si maneno tu, ni heshima yake, ni thamani yake, ni moyo wake, ni kila kitu. Mwanaume anaweza kusahau mambo mengi, anaweza kusahau tarehe, anaweza kusahau vitu vidogo vidogo lakini hatosahau jinsi ulivyomfanya ajisikie. Hatosahau siku ambayo ulimwangalia machoni na kumfanya ajione hana maana. Na polepole pole, ataendelea kuishi na wewe, lakini si yule mwanaume uliyemjua mwanzo. Hatocheka kama zamani, hatokuangalia kama zamani, hatokufungulia moyo wake kama zamani, kwa sababu anaogopa kuumia tena. Na najua kuna mwanaume mmoja sasa hivi ananisikiliza na anajua kabisa ninachokisema ni kweli. Anaishi na maumivu hayo kila siku, anatabasamu mbele za watu, lakini ndani yake amechoka. Na najua kuna mwanamke pia ananisikiliza, na hajui kwamba maneno yake ndiyo yaliharibu mwanaume wake. Lakini bado kuna nafasi ya kubadilika, bado kuna nafasi ya kujifunza, kwa sababu maneno yanaweza kujenga na maneno yanaweza kuharibu. Chagua maneno yako kwa makini, kwa sababu mwanaume akivunjika ndani yake si rahisi kumrudisha tena na ukimwona mwanaume wako amekuwa kimya, amekuwa mbali, amekuwa tofauti, jiulize ni maneno gani ulimwambia chumani ambayo bado yanamuumiza mpaka leo? Kwa sababu ukweli ni huu, mwanaume hasahau milele, na wakati mwingine anabaki kimya, si kwa sababu yuko sawa, lakini kwa sababu alishajifunza hakuna mtu anayejali maumivu yake, na hiyo ndiyo ukweli unaoumiza zaidi.